Eh, Monduli inataka michezo. Kitendo cha vijana cha, cha wazee kuwepo hapa usiku huu inaonyesha kwamba Monduli wanataka michezo hapa, tutapata vipaji vingi tukishabolesha uwanja. Mi niombe wadau mbalimbali na viongozi wa modifa tutafanya utaratibu wa kusopa, tunawakutanisha na, na wadau ili tupate uwanja mzuri tunaoweza no, kucheza masaa ishirini na nne na hapa, ukiangalia unakuta leo timu imecheza mechi tano kwa siku moja. Jamani, hiyo pumzi ni kubwa sana kwa hivyo basi, niendelee kuwapongeza na niwape salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgombea urais mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwaka huu chini ya mgombea na mwenzake Dkt Mchimbi eh, lakini pia upande wa Zanzibar, Dr. Mwinyi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, naomba niwahakikishie, mmeona nyinyi wenyewe kazi iliyofanyika katika serikali ya awamu ya sita, na hii kazi itaendelea baada ya ushindi wa kishindo kwa kumpa kura za kutosha daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu amefanya kazi kubwa, na kama mnavyoona nyinyi wenyewe kuna shule mpya kabisa pale watoto wameshaanza kusoma pale migungani ya milioni 584, makofi mengi sana kwake lakini aja. Kuna vituo vya afya, kuna mradi wa umwagiliaji wa bilioni kumi na nne kule juu. Haya ni maneno matatu ambayo, kwa sababi usiku, niseme kabisa kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi yake, sisi tufanye kazi yake muda utakapofika kumpa kura za kutosha. Kwa kweli nisiwe mchoyo wa fadhila kwa wanamichezo wetu, vilabu vyote kumi na mbili kwa kweli wameonyesha umahiri wa hali ya juu katika kusakata kabumbu, lakini zaidi katika kutuburudisha. Wanasema michezo ni afya, michezo ni burudani, mchezo ni ajira. Lakini kwa siku ya leo mimi nimesema wame wametusaidia kile namba tatu nilichokitaja, wametuburudisha kweli kweli. Niwapongeze sana, mimi niwaahidi. Kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi MODIFA, wanachokifanya ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sisi jumuiya ya wazazi pamoja na chama chetu tuko tayari kushirikiana nao katika kusukuma suala la michezo, hasa soka kwenda mbele katika wilaya yetu ya Monduli, na nilishaongea kidogo na viongozi wa MODIFA, tutapanga utaratibu tuanzisha ligi ambayo itakwenda kuwa ligi ya historia katika wilaya yetu wa Monduli. Na mimi niungane na wenzangu kwanza, kuwapongeza timu zote kumi na mbili zilizoshiriki hapa leo, zimefanya kazi kubwa, lakini zimeonyesha kipaji cha hali ya juu. Tupo hapa viongozi wa chama na serikali, tumeona vijana wetu wakionyesha vipaji vyao. Sisi tuwe chachu ya kuwasapoti vijana hawa waweze kwenda kucheza kwenye ligi mbalimbali mbali. Leo ameonyesha uwezo wao hapa kwenye bonanza, tumeona na tumeona, tuna wachezaji wazuri na tuna timu nzuri, wote wamefanya vizuri, pamoja na kiwanja chetu kuwa sio rafiki, lakini wamefanya vizuri kwa kuonyesha kipaji chao. Ongeleni sana vijana, na sisi kama Chama cha Mapinduzi tutawaunga mkono kwenye kila hatua mtakayopiga. Wenzetu wa Modifa mliochaguliwa, tunaomba mkakuze vipaji, tutoe watu wa ligi daraja la kwanza, la pili, la tatu ikiwezekana wakacheze ligi kuu. Hawa vijana bado wana uwezo na wana hali ya kutosha. Kwa hiyo jukumu zima tunawakabidhini viongozi wa chama cha mpira. Tunataka tuone timu zikitoka Monduli kwenda kufanya kazi ambayo wametuonyesha hapa leo. Siwe mchoyo wa fadhila ya kushukuru timu zote zilizoshindana leo, lakini kwenye kush, kugombea au kushinda, kuna kushinda na kushindwa. Kiukweli, vijana wetu mmecheza mpira, na tuna imani kwa wakati mwingine tutaandaa bonanza kubwa. Wale waliokuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kikubwa mwendelee kupiga mazoezi. Huu uchaguzi ni mpya, umefanyika juzi, lakini wana moto kweli kweli, wamesaidia sana kuona hizi timu ni lazima zishinde na mambo yaende sawa. Katika uongozi huu, mimi ningetamani tu kwa niaba yako, mgeni rasmi, watambue uwepo wao Lakini...